Kufahamu historia ya shirika la Waagustiniani na, wa na mchango wao kwa Papa mpya, yaani Papa Leo 14 karibu uweze kujifunza na kufahamu historia ya shirika hili. Shirika la Waagustino, yani Order of Saint Augustine, OSA ni mojawapo ya mashirika ya kitawa katika Kanisa Katoliki yenye mizizi yake katika mafundisho ya Mtakatifu Agostino wa Hippo. Shirika hili lilianzishwa rasmi mnamo mwaka 1244 na kuimarishwa zaidi mwaka 1256 baada ya kuunganishwa kwa makundi mbalimbali ya wamonaki waliokuwa wakiishi na kufuata kanuni za maisha ya jumuiya zilizotungwa na Mtakatifu Agostino. Lengo kuu la shirika hili kuishi maisha ya jumuiya katika upendo, kushiriki mali za pamoja na kujiweka wakfu kwa huduma ya kanisa kupitia maombezi, mahubiri, elimu na kazi za kichungaji. Waagustiniani wamekuwa mstari wa mbele katika kueneza Injili, hasa katika maeneo ya kimisionari barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini. Katika historia ya kanisa, Waagustiniani wamechangia sana katika ujenzi wa imani na elimu. Wameanzisha shule, vyuo vikuu na taasisi za tafiti za kiteolojia. Viongozi wao wengi wamekuwa watumishi katika kanisa na katika nafasi mbalimbali mbali, kama vile maaskofu na kardinali na hivi sasa papa. Mchango wa shirika la Agustiniani kwa papa mpya, yani Papa Leo wa kumi na nne. Shirika la Agustiniani limekuwa na nafasi ya kipekee katika kumlea na kumtayarisha papa mpya, yaani Papa Leo wa kumi na nne katika safari yake ya kiroho na uongozi wa kanisa. Malezi ndani ya shirika yamejikita katika kanuni ya Mtakatifu Agustino inayosisitiza upendo wa kweli kwa Mungu na jirani, maisha ya jumuiya, sala za pamoja na unyenyekevu katika utumishi. Baba mpya ambaye alilelewa ndani ya shirika hili la Waagustiniani alikulia katika mazingira ya kimonaki yaliyomtanguliza katika maadili ya huduma, utulivu wa kiroho na tafakari ya kina juu ya maandiko matakatifu. Kupitia maisha ya kimwia, alijifunza umuhimu wa kusikiliza wengine, kujitolea kwa ajili ya usitawi wa wote na uongozi si wa mamlaka, bali kwa mfano wa maisha na hekima ya kiroho katika ngazi za uongozi ndani ya shirika, aliwahi kushika nafasi za juu kama vile mlezi mkuu wa nyumba ya kitawa na hata mshauri mkuu wa shirika kimataifa. Uzoefu huu ulimwandaa kuwa kiongozi mwenye maono mapana, anayejua kusuluhisha migogoro, kuhimiza umoja na kusimamia maadili ya kanisa kwa moyo wa kichungaji. Kwa hiyo malezi ya shirika la Agustiniani si tu yalimkuza kiroho, bali yalimpandikiza mbegu ya uongozi na unyenyekevu, hekima na huduma, ambayo sasa anaionyesha akiwa papa wa Kanisa Katoliki. Papa Leo wa kumi na nne amezaliwa kama Robert Francis Prevost mwaka 1955 huko Chicago. Ni papa wa kwanza kutoka Marekani na mwanachama wa kwanza wa shirika la Agustiniani yaani oda of St. Augustine alichaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki. Malezi na maisha yake ndani ya shirika hili yamekuwa na mchango mkubwa katika kuunda mtazamo wake wa kiroho na uongozi wa kichungaji. Papa Leo wa kumi na nne alianza maisha yake ya kitawa akiwa na umri wa miaka ishirini na mbili baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu cha Villanova, taasisi inayoendeshwa na Waagostiniani wa. alijiunga rasmi na shirika hilo kama mnovisi na baadaye aliwekwa wakfu kama padre mwaka 1982 na katika chuo cha Mtakatifu Monika huko Roma. Shirika la Waagostiniani lilijulikana kwa kuhimiza maisha ya kijumuia, sala za pamoja, huduma kwa maskini na tafakari ya ndani. Kanuni ya Mtakatifu Agostino inasisitiza upendo wa kweli wa Mungu na jirani, pamoja na umoja wa moyo na akili katika safari ya kumwelekea Mungu. Maadili haya yalimlea Papa Leo wa 14, kwa kiongozi mwenye unyenyekevu anayejali usitawi wa wote na mwenye moyo wa huruma. Kabla ya kuchaguliwa kuwa papa, Papa Leo alihudumu kama mkuu wa shirika la Waagustiniani duniani, yaani prejenero, kuanzia ya mwaka 2001 hadi 2013. Katika kipindi hicho chochote aliongoza shirika hilo lenye wanachama zaidi ya 2800 katika nchi 47, akisisitiza umuhimu wa umoja, sala na huduma kwa jamii. Aidha, alitumia zaidi ya miongo miwili nchini Peru kama misionari na baadaye kama askofu wa Chiklayo, akifanya kazi kwa karibu na jamii maskini za pembezoni. Uzoefu huu ulimjengea uelewa wa kina kuhusu changamoto za kijamii na kiroho na kumwezesha kuwa kiongozi anayejali haki na usawa. Maono ya kipapa yaliyojengwa juu ya misingi ya Wagustiniani, kauli mbiu ya Papa Leo kumi na nne ni hilo uno unu, yaani katika yule mmoja sisi ni mmoja inaakisi mafundisho ya Mtakatifu Agustino kuhusu umoja wa waamini katika Kristo. Pia nembo yake ya kipapa inayoonyesha moyo uliopenywa na mshale juu ya tabu kilichofungwa, ishara ya upendo wa Mungu unaopenya moyo wa mwanadamu kupitia neno lake. Kwa kuzingatia malezi yake ya Waagustiniani, wa Papa Leo wa kumi na nne anatarajiwa kuendeleza msisitizo wa kanisa juu ya upendo, umoja na huduma kwa maskini. Uongozi wake unalenga anisha wa waamini kutoka tamaduni na mataifa mbalimbali mbali. Akisisitiza kuwa katika Kristo wote ni wamoja. Kwa ujumla, malezi ya shirika la Agustiniani yamekuwa msingi imara katika kuunda mtazamo wa kiroho na uongozi wa wa Papa Leo wa kumi na nne na yanatarajiwa kuendelea kurithi mwelekeo wa Kanisa Katoliki chini ya uongozi wake <mimu>